Picha inaanza. Dogo yuko kwenye basi, alikuwa akipigapiga mateke kiti cha mbele. Hicho kiti kilikuwa moja, ni cha mama mmoja, alikuwa ni mjamzito. Kisanga ndo kilianzia hapa. Hai sitisha. Hey, eh, e, nini? Hebu umeshaona mwanana anachokifanya sasa? Ah, na wewe naye. Okay, bana huyu ni mtoto bana, unadili naye nini sasa? Eh, ndio ni mtoto, lakini unatakiwa uweze kumfundisha tabia njema bana. Ah, ah, ah, ah. Unamaanisha mimi ni mama mbaya? Hapana, sikia, mimba yako hiyo isije kanipelekesha kwamba inifundisha namna gani ya kuishi na mwanangu, umesikia? Ni sawa, potezea, potezea. Mama, nahitaji maji ya kunywa. Mwanangu, nahitaji sasa hivi. Sawa, nawe naye e, e, e. eh. Wewe unatakiwa kukontrol mtoto wako bana, hayo yote ni makosa yako, ungetakiwa umkemee. mm -hmm. naona mtoto wako ameharibika na ameshindwa kuwa na mipaka kabisa. Wewe unasemaje? hey, shida nini? Unafanya nini sasa? Kipi kinaendelea hapa? Na wote mnatakiwa mtoke. Mzito anajifanya kujitoa akili, na mimi sikuanzisha ugomvi. Stai kujua nani alianza na nani ni mkorofi. Chukua, mwendeni wote nje. Simu yangu, sitaweza kufika kazini sasa, na nitawezaje kumpigia? Hiyo sio shida yangu, wewe ndio umeanza. Ukome. Unatunyemelea sivyo? ah, mimi ufanya kazi maeneo haya. ah, ah nimekuelewa, nimekuelewa. ulivyokuwa pale unajiongelesha kwamba oh, mfunze mtoto wako aya niambie wewe sasa hapo utampatia nini mtoto kama wewe unafanya usafi? Ya unafanya kazi ya kufanya usafi utampatia nini mtoto <laughs> Ah, kwanza hata hivyo muda endelea kufanya usafi sasa hivi. Mimi hapa naenda kwenye interview, ninaenda kutafuta nafasi ya kuwa manager, alafu uenda ninaweza nikawa bosi wako, uwe unanifanyia usafi sawa. Oh, habari, naitwa Laura Davis ni mkurugenzi oh. ni wewe? kwa nini uko ukifanya usafi? ni kwa sababu uliacha pale uchafu na napenda, mm. ah, ah, ah, ofisi yangu iweze kuwa safi. mimi nitaondoka ofisini kwa sababu ya maternity. kwa sababu mi ni mjamzito mzito, kwa unahitaji mtu akukaa nafasi yangu, lakini nimepitia kusiana na maendeleo yako, nimeangalia nimeona uzoefu wa utoshi. Biashara mm. inatakiwa mtu mwenye ujuzi kidogo, mtu ambaye kidogo amesomea hata usijali juu ya hilo. Mimi, mimi nimekufanyia mabaya leo, siku ya leo nimekukosea sana A, lakini mimi ni mama mmoja, mimi ni mjane na siwezi nikawa kwa namna hii, kwa sababu wakati mwingine pia natakiwa niweze kuchukulia mwanangu uangalifu, lakini pia sehemu nyingine pia nahitaji kufanya kazi ili niweze kukuza kelia yangu. Sina uhitaji wa kupoteza muda sana, ngoja niende. Nashukuru sana, ila samani mama, sijapenda. Mwanangu, awezi ukafanya hivyo, hii sio sehemu ya kuchezea. Tusafishe tu sehemu ambayo umechafua. mm -mm -mm -mm. Tufanye usafi. <sighs> Mwanangu, mwanangu, nisamee kwa kupoteza muda mrefu kukambali na wewe na kuahidi itakuwa pamoja na wewe. Unajua hujachelewa kubadilisha makosa yako, bado nafasi unayo ya kubadilika. Unajua nini na kupatia nafasi ya majaribio zaidi. Hata hivyo, kipo chumba kwa ajili ya watoto kucheza, kuna michezo ya aina mbalimbali. Nashukuru. Asante kwa nafasi. Nashukuru sana Mungu akubariki.